So, Diamond anaishi Ulaya. Hapa ndo kwa Diamond chumba chake kile. Mnasahau sehemu za muhimu genzi, wasafi media chaje, wasafi midia, mnasahau sehemu za muhimu. Ndio maana ningetakiwa niwepo wasafi, inatakiwa ilipuliwe. a few moments later Hatutaki mama Samia, hatutaki mama Samia, hatutaki wajua kwa Diamond. Kwa Diamond ndo hapo watu. Diamond anaishi Ulaya, hapa ndo kwa Diamond chumba chake kile, kwa wasiopajua, kwa Diamond ndo hapo hapo. Ndo kwa Diamond, so mnadanganya sau. Ana hamna cha sau. Diamond anakaa hapo kawaida sana. Hela anayo kujenga ajengi.